Katika ule mkataba kuna vitu ambavyo vilikuwa haviko sahihi, vilikuwa vinanibana. Kwa mfano, tunapoingia katika mkataba kwa mfano na Diamond, sio kwamba unaingia katika mkataba baina yako wewe na Diamond peke yake, au wewe na Harmonize peke yake, ni kuna watu wengine pale ambao wapo, ambao wanahitaji maslahi kutokana na wewe unavyoingia katika hiyo kampuni. Kunakuwa kuna kipengele cha kuvunja mkataba. Ikitokea mkataba unavunja, nini inatakiwa kifanyike? Inatakiwa utowe taarifa kabla ya muda gani? Yaani, mtu wezu tu kafanya kitu afu hela yako ikapotea hivi hivi bila kuwa na maelewano fulani. Io nazo ziandika, sio kwamba zinapotea hewani, zinaenda mjini, zinaingiza hela kwenye digital platforms, zinapata show na nini. Kwa hiyo kuna hela hapo ambako inahusika nam. Bado tipo na Tino, najua hili jina wengi hawalifahamu, lakini anaitwa uh, Mr. Agustino T3 Pro mwamba pro kabisa uh, ni miongoni mwa watu ambao wanafanya vitu vingi sana kwa wakati mmoja uh, uh, ni mtumishi ambaye pia ni ni mwajiliwa wa, wa kampuni kubwa kabisa hapa nchini Tanzania lakini pia ni producer huyu jamaa, anatengeneza muziki, wanasema ni mtonzi kwa lugha ya Kiswahili. Lakini pia huyu jamaa ni videographer, huyu jamaa ni mchoraji, huyu mwamba, naweza nikasemaje, sijui, naweza nikasema, sijui, naweza nikasema ni mshauri wa muziki na vitu vingi sana. Lakini licha ya mambo mengi hayo, bado anamiliki familia kubwa imara, na ambayo imesimama kwa muda mrefu, inaitwa Tonado Vibes. Uh, Bwana Tino, Tunado Vibes imekuwa ni familia ambayo imekuwa imara kwa muda mrefu. Kama nilivyosema, ni watu ambao mmekuwa pamoja kwa kipindi kirefu sana. Kupishana kupo kwenye familia. Mnasoma hamna studio, mna haso pamoja mpaka saizi studio kubwa, tuna vibes kuwa iadoo pamoja. Asante. Uh, siri kubwa cha kwanza ni, ni upendo na heshima. Yani, nikiangalia katika hili kru yetu yote yani, tuna hicho yani, tunamheshimu mtu kutokana na jinsi alivyo na tunapendana tuna, tuna yani ninavyosema kupendana ni ni, ni ile kusaidiana pia yani, hatuishi tu kama ni watu wa kwenye lebo ambao tumeonana ili tufanye biashara ya mziki lakini tunaishi pia hata kama familia na tushawahi kupitia situations ambazo unakuta mmoja kati ya marafiki zetu labda wanapitia changamoto za hapa na pale za maisha, maradhi nini, tuna tunaenda kumtembelea, tunaonana, tunasaidizana hapa na pale. Mtu akipitia changamoto tunachangiana. E, kwa kipindi kirefu sana toka nifahamiane na washikaji wa Tornado tulikuwa tunaishi kama e, brothers kwa sababu tumetulianzia shule e, Rungwe Boys kwa hiyo hatukuwa na ile mawazo kwamba tumeonana ili tufanye biashara, na tulionana katika kipindi ambacho tuko chini, yani hatuna hela kivile, yani tumetoka manyumbani, tumeonana shuleni, tunasoma. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi kama tu washikaji na ni marafiki ambao tumeonana shuleni, lakini baada ya hapo na mpaka tunapokuja kuanza sasa mambo ya kimziki tulikuwa tunaheshimiana. Mimi nilikuwa na heshimu sana vipaji vya washikaji wengine, kama ni mtu anachana mtu ana dance, nilikuwa sina ile ya kumdharau au kum, kum, kum, kum disvalue uwezo wake, na wao walikuwa hivyo hivyo. Kimlicho nilikuwa napiga mabiti, lakini naweza ilikuwa sio makali kivile, lakini eh, wana tu walikuwa nakubali anaweza ana, ana, mtu akakupa comment kutokana na anaona kitu fulani kina mapungufu ila anakupa kwa upendo, kwa sababu anajua ni rafiki yangu, kesho tutaonana, tutafanya mishe fulani, sio tu mambo ya muziki. Kwa hiyo nikinakumbuka kuna washikaji kama Mudi e, na kuna washikaji kama Gilbert hata Devi mwenye DJ Dodi, yani anakuja anakuambia, ah, mwanangu beat yako lakini mbona kama haidundi sana, haina mkito kama wana real hemo, ongeza, yani ya kuchani ile kwamba, ah, mwanangu uwezi kwa mm. Kwa hiyo ndio hivyo na kwayo, yifuna, hata tulipokuja kumaliza shule kuja mjini na kuanza serious sasa mziki tuka tunaonana katika matukio tofauti na ya kimziki, unakuta kuna sherehe labda graduation labda kuna birthday labda kuna nini, matukio mbalimbali ya mbali kirafiki. Ndio maana hata leo hii tupo na hiyo utamaduni, nikauendeleza na hata wasanii ambao anafanya nao wapya, tunaonana na nao baada ya tunado vibes kufika hapa ilipo, hatuna siwa treat ile kama kama naweza nikasema kama stepping stones i mean nasema stepping stones kama hizo mawe ambayo unakanyaga ili uende sehemu nyingine ehe hapana nani tunaishi nao tu kama familia hata kama mtu hana hela ya kukulipa kwa ajili ya studio ana uwezo na kufanya ngoma yani tunaishi ile kidogo ndio maana naweza nikaamini kwamba mpaka leo hii watu wengi ambao tupo nao kwenye muziki tunaishi na sijawahi kugombana na mtu hata mmoja na namuomba Mungu isije kutokea kwa hiyo ndio hivyo ni kwenye mwanzo mnaanza kama familia. Tumesikia minongono hiyo mingi, watu wanaanza kama familia kwa kusaidiana uh, na nini. Juzi kati, kuna jamaa amebuka kwamba walikuwa wanafanya kama familia na mwandikia nyimbo Juksi, lakini hajawahi kumtaja popote, hajawahi kunufaika na chochote. Uh, juzi pia kasimama Diamond Platnumz akilaumiwa D-Voice kuiba wimbo wa Mejakunta na kwenda kumpa Juksi pia. Lakini pia alichukua wimbo wake mwenyewe tena Mejakunta akafanya na Diamond Platnumz. Diamond akajibu kwamba yeye ni miongoni mwa watu ambao sira yake kubwa ni uandishi na ni mwandishi mzuri sana, lakini inapokuja swala la familia huwa anawasaidia watu kwenye familia. Umesema hapo, ninyi mnaanzaga kama familia, lakini kwenye recording label mambo yanapogeuka baadaye, huwa mnaanza kusemana, nilimsaidia mtu fulani lakini hakunipa chochote. Nakuja swala la makaratasi na mikataba ni kitu ambacho kimekuwa kikiwaumiza wengi. Baadaye wanafurahia hiyo misaada, lakini inakuwa na maumivu hapa. Nina mifano mingi sana tukija hata kwenye sakata lilioisha juzi tu la Harmonize pamoja na uh, mdogo wake Ibra, na mambo mengi yamejitokeza. Ninyi kama Tonado Vibes au ah, wewe kama T3 Pro, kwa sababu najua ni mbeba mbeba maono wa Tonado Vibes, hii inakupa funzo gani, lakini inakuogopesha nini, na inatuambia nini kuhusu industry yetu ya muziki? Sasa hapo naweza nikajibu hivi E, na, na najibu kutokana na mtazamo wangu. Unajua e, stori kwa ufasaha zaidi wanaweza wakawepo nazo hao watu ambao wamepitia matukio yao, lakini mimi nachokielewa, sehemu yoyote ile ambayo kuna fedha, yaani hela inahusika, mtu anapata manufaa kutokana na hela, lazima kuwe kuna utaratibu wa kuongoza hela hiyo, upatikanaji wake na utumiekaji wake unapoongelea ishu ya recording label, label ni investment, yani watu wanawekeza pale hela kwa ajili ya wafanye biashara na wapate return, wapate matokeo kutokana na ule uwekezaji wao. Kwa hiyo unapoongelea mtu kama Jux kwamba alikuwa anaandikiwa, manaake unaongelea uh, kitu kikubwa, kwa sababu Jux nyimbo anazoziandika sio kwamba zinapotea hewani, zinaenda mjini zinaingiza hela kwenye digital platforms, anapata show na nini. Kwa hiyo kuna hela hapo ambako inahusika. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye alikuwepo ha, hapati manufaa kutokana na na mapato hayo, yani kuna siku tu atakuja kuibuka. Yani mtu huwezi tu kufanya kitu afu hela yako ikapotea hivi hivi bila kuwa na maelewano fulani, lazima tu mtu atakuja kutokea na akaongea, kwa kama kweli jamaa alikuwa anafanya hicho kitu anamwandikia Juks na Juks anasema kitu kama hicho, kwamba hajapata haja manufaa yote na analaumu. Inawezekana pia ni kutokana na ameona amenyonywa kwa muda mrefu au vipi, uh, lakini kwenye ishu ya, ya, ya mikataba e, kabla hujaingia katika mkataba wowote inabidi usome. Yani hicho ni kitu cha muhimu sana. Hata kama uwezi wewe mwenyewe kusoma basi huo una mtu ambaye anaweza akakushauri na siku hizi dunia imebadilika sana. Yani unaweza ukapata maeneo mengi sana msaada. Lakini sasa unakuta muda mwingine, ambacho labda vijana wengi wanapitia, unakuta anaingia katika mkataba fulani, haangalii mbali, labda anaweza akaona kwamba manufaa anaweza nikayapata muda huu ni haya, lakini vipengele na sheria sheria, na vipengele vingine ambavyo ni vigumu, ambavyo ni vizuri mtu uvielewe mwanzoni kabla hujaingia katika biashara ya watu. Unavyoingia katika mkataba kwa mfano na Diamond, sio kwamba unaingia katika mkataba baina yako wewe na Diamond peke yake au wewe na Harmonize peke yake. Harmonize yuko pale kama kioo cha kampuni. Kuna watu wengine pale ambao wapo ambao wanahitaji maslahi kutokana na wewe unavyoingia katika hiyo kampuni. Kwa hiyo ufanye maelewano, ile ya kawaida tu ya mtu tu na mtu, kesho mnaweza mkagombana ukaondoka zako mpaka unaletewa karatasi uandike, maana hicho kitu ni serious. Kwa hiyo inabidi uelezee. Na mikataba siku zote inakuwa ina utambulisho pale kwamba huo mkataba ni baina ya nani na nani. Kuna kwa, kuna kipengele ambacho kinaelezea mnajiingiza kwenye nini, ni nini ambacho unaingiza katika, unaenda kufanya, utapata manufaa gani? Upande wa pili watapata manufaa gani? Kuna kwa, kuna kipengele cha kuvunja mkataba. Ikitokea mkataba unavunja, nini inatakiwa kifanyike? Inatakiwa tuwe taarifa kabla ya muda gani? kwa hiyo ni mambo mengi ambayo yanakuwepo ndani ya mkataba, ambayo inabidi mtu kabla hujasaini mkataba ufanya biashara na kampuni fulani, inabidi uelewe na uwe tayari, ku, uwe tayari ku, ku, ku, ku, kukataa mara nyingine, kwa sababu unaweza kuta kuna vipengele ambavyo vinaweza vikakuzuia baada ya muda fulani usiweze kufanya mambo fulani. Nina mifano nina mifano ya watu ambao siwezi nikawataja, wamesha kupata mikataba mikubwa katika eh, lebo kubwa tu za, za, za, za sanaa lakini walikataa kutokana tayari wanaelimu na wanaelewa na wanaamini kwamba wao wenyewe wanaweza wakamove kwa namna fulani na wakapata manufaa bila kutumia lebo hizo, na wakanufaika kwa namna yao. Kwa hiyo ni muhimu pia kuwa na ujuzi wa, wa mikataba before hujaenda kufanya mkataba na kampuni fulani. Kwa upande wetu sisi hapa tuna mkataba kuna, tunavyoongelea contract, yani kielimu sasa kabisa, contract inaweza ikawa ni written kwamba ya kuandika lakini pia ya mdomo, maelewano ya mdomo. E, kwa hiyo mimi hapo huwa nina mikataba ya kuandika lakini, kwa, kwa kiwango kikubwa sana huwa natumia maelewano ya mdomo, kwa sababu naamini katika ule mkataba ambao naweza nikampa mtu wa kuandika, kuna vipengele ambavyo mimi siwezi nikampa yule msanii, kwa sababu unakubali una, una kwamba mimi nitakusaidia msanii ndani ya miaka mitano utapata manufaa ABC nitakupa hichi nitakupa kile, na yeye msanii anakuahidi kwamba ndani ya miaka hiyo utapata hiki utapata kile. Sasa sisi hapa sio lebo kubwa, sio kampuni kubwa ambacho tunaweza kusema tunamwahidi msanii mambo mengi kiasi hicho, na ndio maana tukaamua sisi tutumie contract ya maelewano ya mdomo, kwamba bwana, sisi tunafanya hichi utapata hiki, na wewe tunategemea kutoka hichi kutoka kwako na hatumbani mtu kwamba anakuwa sijui hawezi kwenda sehemu nyingine sijui hawezi kufanya hiki na kile, kama vile tunakuwa ni mtu ambaye tuna mcontrol, tuna avoid hivyo, kwa sababu bado hatujawahi kuwaza kwamba tuanze kum, kumtight mtu katika mazingira hayo. Hiyo ni namna yetu sisi ambayo tunaifanya na tunaona ina, ina manufaa kutokana na sisi vision na mission yetu kama Tornado Vibes ni ipi, lakini kampuni nyingine labda Wasafi au Kondegeng wanaweza kawa pia wana na vision yao na mission yao. Ndio maana ninawahitaji waandikishane mikataba na watu, na vigezo vya kuvunja mkataba iwe kubwa au iwe ndogo. Kwa hiyo kwa washikaji kama kina Ibra na wengine ambao wamepitia changamoto katika kuachana na, na, na, na, na, na lebo zao eh. Kuna stori nyingi hapo nyuma ambako wao wow, wanaweza wakazielezea zaidi ni nini kilichosababisha hadi kufikia huko, lakini kwa ule uelewa wa kawaida inabidi uwe unaelewa nini unachokiingia kabla hujakiingia, na pande zote inabidi zitimize wajibu wake. Kama uliambiwa uli, wewe kama lebu, inabidi umsaidie msanii ndani ya miaka mitano awe ametoboa, na awe anaingiza kiwango hicho cha fedha, na awe ana mafanikio haya, yatimize yale ambayo unatakiwa unayafanya, basi na wewe utimize ambao kile kipindi ambacho unapewa time frame ya, ya contract ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo ya, yeah, naweza nikajibu kwa kifupi au kwa kirefu kama hivyo. Elimu inaweza kuwa ni mm. miongoni mwa uh, vitu ambavyo vinachangia kujitokeza kwa migogoro hii kwenye mikataba ya yeah. Elimu ni muhimu yani, ndio maana nikasema siku hizi mambo yamerahisishwa. Elimu sio lazima iwe ya kusoma kwenye makaratasi kwa sababu eh, wapo watu ambao wanaweza wakakuelewesha yeah. Na ukaelewa nini ambacho kinatakiwa kifanyike, kwa hiyo elimu ina, ina, ina umuhimu wake sana. Yani kwa fomu mimi, haya mambo ambayo nakuelezea contract sijui nitakiwa iwe hivi na hivi na hivi imetokana na bia mimi mwenyewe kujisoma kusoma kuhusiana na sheria. E, kwa hiyo katika safari yangu ya maisha nimeshaisoma sheria vizuri, business law nimeisoma, law of insurance nimesoma, naelewa namna gani mikataba ambavyo nitakiwa iwe mbali tu na kusoma pamoja, nimesoma na nilihitimu, lakini sikuwa pia na, na uelewa sasa ule wa uhalisia kwenye mtaani kunafanyikaje. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nimeshakupata hiyo chance ya kupata mkataba mzuri tu kutoka katika moja ya, ya kampuni kubwa tu kuhusiana na masuala ya mziki. Katika ule mkataba kuna vitu ambavyo vilikuwa vilikuwa haviko sahihi, vilikuwa vinanibana. Kwa mfano mkataba ulikuwa unasema kwamba kazi zote za nyuma ambazo nimesha kuzifanya inabidi ziwe chini za hiyo kampuni ambayo naenda kufanya nao, lakini pia e, future activities ambazo zitaenda kutokea inabidi pia ziwe chini ya hiyo kampuni, lakini pia ni e, siruhusiwi kufanya dili za kifedha bila kuwashirikisha kuwashirikisha, e, na tukishafanya nao maanake kuna pasenti ambao wanakuwa wanachukua wao na kuna pasenti ambayo nakuwa nachukua mimi eh, lakini pia kuna vitu kama eh, sitakiwi ni disclose au nisi, niseme vitu ambavyo kule naweza nikawa naambiwa aidha kuvifanya kwa ajili ya kutunza eh, privacy ya hiyo au siri ya hiyo kampuni eh, trade, trade secret yenye wanaita umeona. Kwa hiyo lakini pia kitu kingine ni kwamba, yani mimi nilikuwa naenda kuwa kama kivuli, yani kwamba sawa nafanya kazi mimi, lakini kuna kuna kuna kunanakuwa recognized, lakini producer mwingine ambaye yupo tayari kwenye soko ambaye anafanya vizuri, ndio atakuwa kama anatumika kama image image yangu ya mimi kuonekana kwamba nimepita kwenye njia yake, na kitu hicho, yani kitu hicho wanafanya watu wengi, maproducer wengi, ni maproducer wengi sana unakuta anakuam, akija ku, kuibuka siku, anakwambia mimi ndo nimetengeneza biti hii nimetengeneza biti hii biti, biti ah, unashangaa mbona kuna, kuna saini ya fulani. Lakini kumbe kuna kijana ambaye labda ameingia katika aina hiyo ya maelewano, kwa hiyo anakuwa hawezi kudisclose, hawezi kusema, hapati, hapati ile, ident, ile recognition E, na labda siku akija ku, kuibuka na akasema kama hivyo, ndo hivyo anaonekana anazingua, hapati tena support ya industry. Umeona, na ndo watu wengine kama hao kafuna ma ghostwriter, watu wanaoandika nyimbo. Wapo watu ambao wanaandika nyimbo nyingi hata, hata nje, unakuta unashangaa hii nyimbo kumbe aliandika Pharrell Williams, ha, hii nyimbo kumbe aliandika Kendrick. Maona? kwa hiyo kuna, kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kwenye industry ambavyo vinahitaji kama kweli wewe lengo lako ni kufanya kama biashara basi ufuate ule utaratibu na uwe una, una elimu. Kwa hiyo mimi katika huo mkataba nilishindwa baadhi ya vipengele, nikawaelekeza wale watu na walikuwa wako tayari kubadilisha, lakini naona baadaye ukapotea, kwa sababu labda waliona na, naomba sana vitu, sijui lakini hatukuweza ehe. Kwa hiyo hatukuweza kufinalize ku mkataba nao na ni huwa iko hivyo mara nyingi, mara nyingi sana. Ukishaanza watu wamekufuata wewe, afu ukaanza ku, kuletaleta na yeye ishu zako, wanakutupa pembeni, na kuna wasanii ambao eh, ni, ni independent artist. Yani msanii ambaye ya hategemei lebo hategemei eh, kwamba kupata promo kwenye maredio yani unakuta mtu yeye kama yeye anapambana yeye na social media zake sijui na digital platform awezi kwenda na ndo watu wengi sana wanafanya hivyo sasa hivi, ambao unakuta wamesha kuwa disappointed labda na system, jinsi ambavyo system ilivyo. Naona pia interview juzi kati ya one anayeongelea hicho kitu eh. Anasema kwamba sasa hivi sio lazima kumtegemea radio flani, unaweza kutengeneza portfolio yako vizuri na mashabiki zako, ukauza zako kazi, ukatafuta show, ukatafuta hivyo. Kwa hivyo ndo tulipofikia sasa hivi kwamba sio lazima kwamba mpaka upitie ukusainiwa sehemu fulani. Kama wewe kweli unajiamini na una timu ya watu ambao mnaweza mkasaidizana kifamilia, mnafanya zikitokea dili, kuwa mna maelewano mazuri, mnapata hela, mnafanya. Mimi washikaji wote kwa mfano kina Tigwan, kina Toxic, tumesha kupata kazi ambazo, e, kampuni inawatafuta inataka iwalipe kwa hiyo mnaongea, mnakubaliana, bwana inakuwaje? hapa freshi freshi, ila e, tunapata kiasi hichi e, ntakupa hii, inafaa inafaa, basi poa, tunafanya tunafanya. Na ni aina pia ya e, mahusiano ambayo tumejiwekea kama nilivyoongelea pale mwanzoni, oral contract, e, mikataba ya mdomo. Mnaongea, mnakubaliana, mnapeana mna mikono, mmemaliza lakini pia tungeamua kuigeuza iwe kimakaratasi zaidi. Kuna makampuni tunapata ambao wanataka sasa tusainishane nao kabisa, kwao tunafanya nao pia. Kwa mfano Juskati yule kijana aleimba kwenye kwenye pia hapo ameimba ile chorus ya hekima Alan. E, tulipata kampuni kaja wanataka afanye ngoma ya singeli kwa ajili ya kupromoti kitu ambacho walikuwa nakitaka au kampuni okay. Kwa hiyo e, e, e, anahitaji msanii wa singeli. Kwa hiyo tukafanya na Alan, tukawapa kazi wakaipitisha, wakaikubali tukairekebisha, wakahitaji kwamba tusaini mkataba wa makubaliano kwamba tumefanya nao hivi na hivi tumelipana hivi. Kwa hiyo inategemea, lakini cha msingi sana ni kuwa na uvumilivu na kujifunza, lakini pia wito kwa hata labels, lebo pia ziwe tayari ku, kusikiliza pia upande wa pili. Unajua lebo ni kitu kikubwa, lebo kama Wasafi, lebo kama Konde Gang, lebo kama ya eh, majani the industry, hizo ni lebo kubwa. Kwa hiyo wanapokutana na situation ambao labda msanii anahitaji maboresho katika mkataba au ana maswali na wao wanaona kabisa huyu kijana Ata, atatusaidia, atatufanya tufanye biashara wawe, wawe tayari kufanya makubaliano, mnakaa mezani mnaongea, bwana, okay, unataka hichi, okay, tufanye hivi, yani, wasiwe na ile ya kumkatia mtu tamaa, kwa sababu ni biashara, maanake ni win-win situation, upande wa huku upate na upande wa huku upate upatekusa kuna ile hali kwamba huyu ah, dogo alituvimbia ali, ali, ali, kwao labda naye wanamwekea ugumu katika njia yake nyingine Hapana. Kwa hiyo ni namna tu ambayo pande zinabidi zielewane, pande mbili zinabidi zielewane. Lakini ndio hivyo, kila kila watu wana utaratibu wao, kila watu wana vibe zao, tunatofautiana mm. yeah. mm. Sawa, kwa wasanii wengine na hata watu wengine ambao wanataka tufanye kazi zingine, sio tu muziki e, video Mbibu na nini e, matangazo na nini voice over sisi, so, studio yetu inapatikana mtoni kijichi na tuko available muda wote naweza nikasema, lakini mostly weekends. Kwa hiyo ukija, tunakusikiliza tunaweza tukafanya kazi. Kuna packages zipo kwa ajili ya ya wasanii wadogo, kwa wasanii wa kati, wasanii wakubwa, makampuni tunafanya kazi. Kwa hiyo, hakuna, hatuna limitations kwamba labda mwisho mu, ni wasanii wa hip hop tu au wasanii wa singeli atufanye nao sijui wasanii wa gospel, hapana, tunafanya wote. Nimerekodi mwaka huu kwaya, nimerekodi eh, wasanii wa gospel, masingeli, hip hop. Kwa hiyo hatuna vizuizi. Matangazo tunafanya matangazo ya makampuni ya simu, matangazo ya mataasisi makubwa ya, ya mashirika UN. Kwa hiyo hatuna limitation, tunafanya mtu na mtu kazi kulingana na alivyokuja. Ni maelewano baina ya kampuni na huyo mtu, kutokana na kazi hiyo inatakiwa iweje. Yaani hatuna ule utaratibu mmoja tu kwamba sisi ni hivi, basi ndo hivyo. Hapana, maelewano yapo e, kwa hiyo ndo hivyo. Bado hatujaitangaza hatuja, hatuja rasmi kama lebo inayotoa mikataba kwa wasanii hicho hicho eh, kitu bado. Kwa sababu hata ni kweli, watu wananipigia, bwana Baraza, mimi nataka niwe lebo kwenu mnisimamie na nini. Hapana, yani kwa sasa hivi tumesajili tu kama kampuni ambayo inatoa services, lakini hatumanage mtu kama tunamiliki mtu fulani, hapana. Hata wasanii ambao tunafanya nao ni washikaji ambao wao wana mishe zao na sisi tuna mishe zao, lakini tunakutana hapa katikati. Wanaweza wakarekodi kwenye, kwenye nyimbo studio zingine na studio zingine, na sisi tu wakija kwetu tunafanya nao project hivyo, kwa hiyo ndio ndio ambao tunafanya kazi kwa sasa. Hey, mimi napatikana m, katika mitandao ya kijamii kote ni T3 pro t ya t tatu ya namba pro lakini pia kwenye simu kama ni namba ya simu ninatumia namba ya sifuri saba sita tano sita moja mm, tisa tisa kumi na nane. Naam, imekuwa ni wakati bora sana na T3 Pro binafsi, wanafarijika kukutana naye, moja kati ya watu hambo sana anavyozungumza na ndivyo alivyo. Yani hakuna picha nyingine yoyote ya Tino utakayoiona tofauti. Uzuri zaidi kwa wewe msanii ama kampuni ambayo unahitaji huduma zao, uh, Tornado Vibes Headquarters Tanzania imewekwa kwenye lamani Google, ipo unaweza kama una request au una uh, ukaingia Google Map ukaisearch Tanzania inakuleta moja kwa moja Mtoni Kijichi mpaka muda na wakati ambao mimi na wewe tutakutana tena katika interviews exclusively kama hii. Uh, usisahau kusubscribe, lakini pia kutana on notification uh, mambo mazuri mengi yanakuja. Usisahau almasi zilizonyamaza tayari napatikana kwenye digital platform zote, bonge moja la EP ambayo imekuja kuonyesha sasa uwezo halisi wa Tornado Vibes na T3 Pro. Kama kuna swali sijamuuliza niache kwenye window ya comment, na napokutana naye tena litakuwa la kwanza kabisa. Hatua TV with you everywhere.